Uh, mmoja wa jumbe uh, na ni mwasisi wa Uamda uh, ni huyu hapa anaitwa uh, Mr. Paulo Mwezi uh, bana tuko naye leo kwenye kipaza cha Uamda TV kumala. Kwa mara ya kwanza, huyu ni mtu wa pili kutoa sauti yake kupitia kipaza cha Uamda TV uh, bana karibu sana uh, Mr. Paulo, tukufahamu kwanza kwa majina unaitwa nani? Naitwa Paulo Pangas Mwezi, ni mwenyeji wa Dodoma Mtita. Okay. Uh, moja kwa moja ukiwa umezaliwa uh, Mtitaa wewe kwa Dar es Salaam utakuwa mwanachama wa Uwamda sasa. Paulo, wewe ni mwasisi uh, na um, uh, umekuwa ashiriki sana kwenye vikao na umekuwa kwenye umoja wa Uwamda tangu miaka mingi, kwa sasa Uwamda imezaliwa upya ikiwa na mipango kede kede. Je, Yeah. Kwa wewe mtizamo wako unaiona wapi unaiona vipi Uwamda siku za mbele uh, kiujumla? Kwa kweli naona, naona Uwamda ambayo inafika mbali sana, kwa sababu tunazo damu changa, vijana wenye maono mazuri, inatia hamasa, inatia moyo. Ndio maana tunahudhuria, kwa sababu inafika mahali kwamba vitu ambavyo tulitegemea viwepo wamekuja kuvibadilisha vitu vingi sana. Kwa hiyo kwa kwa wale ambao hawajajua au hawajaelewa ukweli, sasa hivi kuna naiona Uwamda ambayo ni mbali sana, iko mbali sana. Kwa haraka haraka, manufaa ambayo e, mwanachama wa Uwamda anaweza kuyapata kwa sasa ni yani, yapi? Ukiwa mwanachama, kwanza, kitu cha kwanza unajua, ukiwa mwanachama, mkikusanyika, kwanza mnafahamiana kwa sababu ukilinganisha kwamba wote mmetoka sehemu moja, hiyo ni faida kubwa sana. Hata maandiko anasema ndugu wa wakusanyikapo pamoja, yani iko kitu cha kwanza, lakini kitu cha pili kwamba hatulingani ha, kwenye maisha. Kama hatulingani kwenye maisha, napokutanika ni rahisi kujua mwenzetu ana tatizo gani, mwenzetu ana tatizo gani. Kwa hiyo inatupa urahisi sana kujua kumbe kuna mwenzetu anaumwa, kuna mwenzetu kapata shida, hii inatukusanya pamoja. Sasa ishu sio kana kwamba ni kuja tu kwa, ni lengo la kusaidiana, lakini pia hata kufahamiana pia, sababu sisi wote ni watu tunatoka sehemu moja, kwao ni ndugu, ni familia. E, moja ya moja ya kikao ambacho kimefanyika mwezi huu ilikuwa ni e, kuanzisha miradi mbalimbali na wewe ulikuwa mmoja ya wajumbe wa bodi. E, kwa miradi ile ambayo iliwekwa wazi kwa wajumbe wa bodi unahisi ina tija kwa ukubwa gani e, kwa wanamsta? E, tija ya kwanza ni yani, tuseme kwa ujumla kwamba ndo maono tunayozungumza, unatafuta vijana ambao wana maono na tunashukuru kwamba limekuwa jambo zuri sana kutuletea maono. Ndio maana imekuwa ni rahisi sana hata sisi kukubaliana nalo kwamba hiki kweli kitu kina faida, hatuangalii tu leo, lakini tunaangalia mpaka wale wenzetu nyuma watakao kuja baadaye, lazima waje waseme, kwa sababu kuna ndugu zetu, kuna hawa, kuna moja nne tano walifanya hivi walifanya hivi walifanya hivi. Kwa hiyo ni maono makubwa sana na ni maono ya kimaendeleo pia. Dunia sasa ni dunia utandawazi, leo naweza tukafanya kikao hapa, lakini kuna mwenzetu yuko mbali, lakini tunaweza tukajumuika pamoja kutokana na utandawazi uliopo. Kwa hiyo kiujumla, kiukweli nawashukuru sana vijana hilo. E, una wito gani kwa mwana Mtitaa yule ambaye bado haiko nasi kwenye Uwamda? E, mimi ni nitoe wito kwa vijana wa kwa vijana wazee, watu wote wa Mtitaa waishio Dar es Salaam na hata kama mikoa jirani, kwa sababu ndio lengo la Uwamda kwamba hembu tujumuike, tufahamiane licha kwanza, lakini pia tusaidiane kwenye yale changamoto ambazo tunaweza tukazipitia o ni hicho, nitoe wito sana tuhudhulie. Kila mtu ana kazi zake kweli, lakini kuacha siku moja ndani ya masaa mawili matatu sio kazi kubwa sana, kusema kwamba itakuwa imekukosesha sisi kitu gani? Mimi nadhani kwamba ni uelewa tu, na ni wapi niwatie ni, ni moyo. Uwamda hii ya leo sio Uwamda ile ambayo tulikuwa tumezoea, kwa sababu ilifika mahali hata mimi mwenyewe nikata tamaa kuja kwenye vikao, nikata tamaa hata kusema kwamba kuna mchango fulani, nikata tamaa. Lakini tunaiona kwamba kwa, kwa muda mfupi sana kitu ambacho tuna, tunaweza tukasema tuka, tuka, tuka kwamba ni maendeleo makubwa sana ambayo hata tunge walio kama miaka kumi, kumi na tano, tusingefikia hapo. Sisemi kana kwamba nao hawakuwa na maono lakini pengine nao walikuwa na maono lakini hayakuwa na tija kubwa sana au hawakuwa na maono kama haya ambayo tuliyapata vijana katotea maono mpaka sasa hata mfuko tukisema kwamba kwetu na hela kidogo tumeanza vizuri. Kwa hiyo nitoe wito hebu waje tujumuike pamoja. Changamoto tushie pamoja. Kama ni, ni kucheka tucheke pamoja. Hilo tu.